Katika inaweza nikasema naweza kwa evaluate mechi tatu ama ama nne zilizopita, na nani, tulikuwa na goli la, la mpira uliokufa katika mechi iliyopita, lakini pia tulikuwa na goli ambalo ulilolizungumzia wewe, ya nafikiri situation ya mpira ni kwa situation, wakati mwingine strategy ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya kudefend pembeni ipo kwenye timu kwa hiyo kinachotokea sio kwamba strategy haipo, kinachotokea ni kwa situation pia ya wachezaji, kwa sababu unajua umakini unapopotea sekunde moja, mpira ni mchezo wa, wa, wa time na, na, na space. Kwa hiyo inapotokea kwa situation haipo hata sekunde moja, unaweza ukaadhibiwa, lakini nadhani ki strategy, uh, swala la defending nafikiri, hivyo ni vitu ambavyo tumevifanyia E, kazi tukizingatia sio kila e, many teams nafikiri hata opponent ambao tunakuja kukutana naye pia yuko na effect hiyo hiyo, kwa hiyo yu, yu, yu. Nafikiri tumetrain kwa ajili ya, ya, ya, ya, ya hilo jambo ambalo lilo lizungumza, i hope kuna marekebisho ambayo tumeyafanya either wachezaji ama mpango wa timu wenyewe wa kujilinda, tumefanya nafikiri tuta, tuta improve kwenye, kwenye, kwenye mechi iliyopo, sitegemee kama tutakuwa na nani hivi. Unapokuwa uko nyumbani, unahitaji kuwa attacking zaidi, unahitaji kuwa na wachezaji ambao ni attacking minded wengi, kwa sababu nafikiri ni fursa ambao unaipata wewe, e, kuweza kuitumia kwenye, kwenye mechi hiyo. Kwa hiyo nadhani, kama mnavyofahamu, mind ya, ya Mwiru ambaye anacheza beki, nafikiri ni attack, yuko more attacking zaidi, lakini nadhani anatuofa vitu viwili. So, e, umezungumza issue ya kiufundi, nafikiri ule ni mpango ambao tunauseti kutoka kwenye, kwenye, kwenye mazoezi yetu namna ambavyo timu inaweza ikatengeneza mpira kutoka kwenye fezi yetu ya kwanza na kwenye fezi ya mwisho na namna ambavyo wanaweza wakafanya mobility kwenye eneo la mwisho la ushambuliaji ni kitu ambacho kinatusaidia. So tuna namna ambavyo tunaweza tukaopti kulingana na timu tunayocheza nayo, so tu overload sehemu ipi ambayo tunafikiri kwamba pako na weakness. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba kama tukifanya uh, analysis ya timu pinzani tukaona hapa kuna weakness ama hapa pako hivi tunaweza tukaopt kwamba hapa tunaenda kwa kwa overload sehemu hii kusudi tuweza kupata faida. Na ninashukuru kwamba tunapokuwa tuna plani vitu vya namna ile vinatupeni faida. Kwa hiyo nadhani ile ni tactical ambayo inakuwa inatokana ambayo mtu, na namna ambavyo mtu tunavyokuwa tunacheza naye. So hii ni mechi nyingine eh, nadhani Uh, costo ni tofauti na, na mpinzani ambaye aliyetangulia, si ndio? Yeye yeah, yuko strong maeneo fulani, maybe yuko na weakness maeneo fulani. Na sidhani kama kitu cha namna hiyo kinaweza kuwa kina apply kwa kila timu. Kwa hiyo nafikiri tutakuja na mpango sahihi kwa ajili ya ya ugumu wa mpinzani alionao pamoja na weakness ya mpinzani ambaye yuko nao. So far so good, nadhani ni unapokuwa na change tactical ikafanya kazi ni kitu ambacho ni kizuri. Either uendeleze ama ukiongezee tena nguvu ya, kwa takwimu ambazo unazonipatia maana yake currently Tanzania Prisons against Coastal Union tanzani, hawako mbali kwa maana ya uiano wa performance, si ndio? Ya nikienda kwenye swali lako la msingi kwamba utegemee mabadiliko yeah, ya mabadiliko yatakuwepo, aidha kikosini tutafanya mabadiliko kwa ajili ya kupata kile tunachokihitaji. Kwa hiyo ni sahihi kabisa kwamba ninatangulia kuzungumza kwamba lazima tuwaheshimu pia Coastal Union, lakini lazima tutumie nafasi ambayo tuko nayo sisi hususan. Hii ni moja ya mechi ambazo nafikiri ukiangalia, moja ya mechi tatu ambazo zilizosalia, so ukiangalia uwiano wa mechi hizi, unaona ni namna gani ambapo tunapaswa kutumika zaidi kwa, nadhani jibu linakuwepo kwamba ni wapi ambapo tuna option kutumika kutumika zaidi so kama ni chenji hizi, nadhani mtaziona, mabadiliko yatakuwepo kwa lengo la kuboresha kile ambacho tunachokihitaji. Mechi ile iliyopita ni mechi tofauti na mechi, ni mechi tofauti. So mechi, by mechi, mechi moja inakupa maswali, mechi nyingine inakupa maswali tena mengine. ko swali la msingi ulioliuliza, majibu yake ni kwamba kweli mabadiliko yatakuwepo, lakini yenye, kule, yenye kulenga kuboresha na, na kulenga kufanikisha zaidi. Kwa upande wa ligi, ligi imekuwa tough sana, ukiangalia kuanzia nafasi ya saba kuja mpaka nafasi ya kumi na nne mpaka saizi bado hakuna mwenye uhakika wa kusema mimi naweza nikabaki au naweza nisicheze playoff. Kwao ligi imekuwa ngumu, na tunajiandaa kutokana na mechi kwao, kila mechi tunajiandaa na tunaamini panapo majaliwa Mungu atafanya wepesi. Ah, ni furaha kwa kila mchezaji kupata matokeo mazuri kwenye mechi hai, yani hai haileti maana kama unacheza nyumbani halafu unapoteza, kwa hiyo tulifurahia yale matokeo tuliyoyapata. Na tukarudi katika kiwanja chetu cha mazoezi tunajiandaa na mechi ya kesho. Kwa hiyo tunaamini Mungu akituamsha salama na yeye pia tutaipambania tupate alama tatu muhimu. Kwanza kwa mpira wa sasa ambao tunaita ni modern football. Modern football haina namba halisi ya mchezaji bali unacheza kutokana na maelekezo au matakwa ya mechi husika. Kwa hiyo kubadilika kutoka namba moja kwenda namba nyingine inatokana na uelewa wa mchezaji na mipango ya mwalimu. Kwa hiyo mwalimu alivyoweka mipango yake, akaona ya huyu anaweza kufiti pale, ikaenda na alhamdulillah, ikatiki. Kwa hiyo hii inatupa motivation kubwa sisi wachezaji, unaweza kuwa na uelewa mkubwa juu ya mpira unavyobadilika kila siku. Kwa sisi hatuishi kwa kutegemea namba moja. Kwa hiyo pindi mwalimu atakapokuhitaji kutumia sehemu, utabadilika kutokana na mazingira. Binafsi kama wachezaji sisi, hatuzungumzii michezo mitatu. Sisi kama timu huwa tunakaa tunaanza kuzungumzia mchezo mmoja mmoja. Kwa hiyo tukikaa kama grupu, tunaongea, tunaanza na Kosti. Kwa hiyo tunatafuta pointi muhimu ambazo tutazipata kwa Kosti. Tukitoka kwa Kosti, tutaenda kwa mechi nyingine ambayo itafuatia mbele yetu. Kwa hiyo mimi naomba nirejee kauli yangu ambayo niliwahi kuizungumza hapa, sisi kwetu haijaisha mpaka iishe. Kwa hiyo sisi tunaamini mpaka mechi ya mwisho sisi tutakuwepo, na panapo majaliwa, msimu ujao tutakuwepo kwenye ligi.